Akizungumza katika mafunzo ya kuwajengea uwezo watendaji wa madawati ya kijinsia na watoto, katika Chuo cha Polisi Zanzibar, wakili na mwanasheria wa jeshi la polisi Kamisheni ya Zanzibar, mkaguzi wa polisi Sadiki Ali Sultan alisema kumtisha, kumsumbua, kumshurutisha na kumuumiza kihisia mtu kwa kutumia mitandao ni, ni kosa kisheria, kama kosa kimtandao kwa maana Cyber Crime Act imezungumzia baadhi ya makosa yanayohusiana na masuala hayo ya ukatili dhidi ya mtoto, mfano cyber stalking. Cyber stalking maana yake ni kitendo cha kuweza kutuma taarifa za uongo au chuki eh, katika mitandao dhidi ya mtu fulani. That is a cyber stalking. Lakini cyber bullying, eh, kuweza kutuma taarifa zinaweza zikawa hizo taarifa ni za kweli, lakini wewe unatuma kwenye, kwenye mitandao pasi na ridhaa ya mhusika, hilo ni cyber bullying. lakini Tunapozungumzia pornography manake hili ni kosa linalohusiana na masuala ya kuweza kutuma aidha ni picha au video za kingono katika mitandao. Na tutapozungumzia mfano hilo child pornography manake ni kuweza kutuma picha au video za kingono dhidi ya watoto. Na sexting au trolling manake ni kuweza kutuma jumbe fupi tunaita unsolicited messages, kuweza kutuma jumbe fupi eh, katika mitandao kwa ajili ya kuweza kuumiza zile hisia za mtu. Lazima sasa jamii iweze kufahamu kwamba ipo sheria inayosimamia eh, makosa ya kimtandao kwa maana ya Cyber Crime Act. Kwa upande wake, mtendaji wa dawati la jinsia na watoto kutoka makao makuu ya polisi, Staff Sergeant Makame Khatib Makame alieleza kuwa semina kama hizo zina umuhimu mkubwa kwa watendaji wa dawati la kijinsia kwa sababu yanaweza kujenga misingi imara katika kushughulikia kesi za udhalilishaji. Semina hii ya mafunzo kwa sisi watendaji wa dawati ni semina muhimu sana, kwa sababu tutajengea misingi imara katika hali ya kushughulikia mashauri haya ya udhalilishaji kwa ufanisi wa hali ya juu zaidi, lakini pia kwenda mbali zaidi kufahamu namna gani ya kuweza kutoa huduma adhimu kwa wale ambao ni manusura wa makosa haya ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya, ya watoto. Naye afisa hifadhi kitengo cha watoto kutoka idara ya ustawi wa jamii, Fatma Maulid, ni miongoni mwa washiriki na namna ya kushughulikia makosa ya udhalilishaji kwa wakijinsia na watoto, alisema mafunzo hayo yamemjenga kushughulikia kesi za udhalilishaji kwa ufanisi. kwangu ni chachu katika utendaji wangu ama majukumu yangu ya kazi kupitia mambo ambayo nimepata hapa hususan ni kugusa kwenye sheria kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika au tunafanya ambavyo bila kuzingatia ile sheria inayotakikana haswa. Kwa hiyo nimefarijika na nimenufaika zaidi. Semina hiyo ya siku tatu iliyoandaliwa na UNICEF kwa kushirikiana na jeshi la polisi imetoa mafunzo yanayohusu makosa ya kimtandao kwenye masuala ya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili wa watoto na iliwajumuisha watendaji wa madawati ya kijinsia na watoto kutoka Zanzibar. Hashim Kasim, Daily News Digital.